Anaitwa ndugu Emmanuel Chibombo, mimi ni afisa utamaduni wa jiji la Tanga. Leo hii nilikuwa hapa katika viwanja hivi vya Tangatech kumwakilisha afisa michezo wa jiji la Tanga. Leo kikubwa tulikuwa tunafanya mafunzo. Mafunzo kwa walimu wetu wa michezo kwa walimu wa shule za msingi pamoja na shule za sekondari mafunzo haya yanatokana na mradi wetu wa Michezo Plus ambapo mafunzo haya tulianza tangu Alhamisi ya wiki iliyopita, kwa leo ilikuwa mwendelezo na kilele chake. Madhumuni kuu la mafunzo haya ni kufanya basi vijana wetu waliopo huko mashuleni washiriki michezo kikamilifu. Wanashiriki vipi hiyo michezo? Ni wanashiriki kutokana na yale mafunzo au maelekezo ambayo wamepewa au walimu wetu wa michezo. Michezo inasaidia kuimarisha afya zao, kwa maana afya za akili pamoja na afya za kimwili pia michezo hiyo hiyo huko mashuleni inasaidia hata kukomesha utoro wa baadhi ya wanafunzi ambao wana tabia za utoro utoro. Kwa hiyo wito wangu labda kwa walimu wote waliopata mafunzo haya ya mradi wetu unaotambulika kwa jina la Michezo Plus, uh, waende waka apply vizuri mafunzo haya huko mashuleni, waende wakasimamie vizuri kile walichofundishwa hapa na waende wakahakikishe kinafika kama ilivyo kusudiwa. Leo hii ni mafunzo yetu ya pili yaliyoshirikisha ya makocha aa, aa, kutoka katika jamii zetu pamoja na waalimu kutoka shule mbalimbali. Mafunzo haya yamelenga katika michezo mikuu mitatu awamu hii, na michezo hiyo imehusisha mchezo wa riadha, yani athletics, imehusisha pia mchezo wa handball na imehusisha pia mchezo Uh, wa volleyball. Mafunzo haya mengi ni basics kwa coaches wengi. Tukitarajia kwamba ni community coaches. Kwa hiyo wanahitaji mafunzo basics kwa ajili ya kuweza kufundisha vijana walio katika jiji la Tanga. Mafunzo haya yamefanikishwa vizuri na wakufunzi mahiri zaidi uh, kutoka hapa Tanzania. Hivyo tunatarajia kwamba mafunzo haya yatawasaidia walimu uh, na community coaches katika vituo mbalimbali vinavyopatikana mba katika jiji la Tanga lakini pia tunatarajia kuwa na awamu ya tatu ya mafunzo haya ambayo yatahusisha mchezo um, wa football uh, na basketball yatakuwa kufanyika maeneo mengine. Kwa hiyo wa coaches uh, wengine ambao wako interested na michezo mingine wasikate tamaa. Nafasi zao zipo na tunatarajia kwamba jiji la Tanga kuwa one of the best cities when it comes to sports. Kwa majina anaitwa Irene Daniel Mokatage, mwalimu wa Oten sekondari lakini pia ni mwalimu wa michezo especially handball. Uh, tunashukuru mradi huu wa Michezo Plus umetuletea ya mafunzo ya handball, haya mafunzo handball aya mafunzo kiukweli yatatusaidia sana sisi kama walimu, lakini pia na kwa watoto wetu kwa ajili ya kuibua vipaji mbalimbali ambavyo vitawawezesha katika maisha yao. Majina naitwa Mwalimu Adamu Kande, niko shule ya Msingi Mnazi Mmoja. Aa, nilikuwa mwakilishi wa uongozi wa uh, Tanga Jiji Volleyball Club. Sisi kama makocha walimu ambao tuko mashuleni na wale ambao wako katika jamii e, wapenzi wa volleyball tunakwenda kupush na kuanzisha vitalu vitakavyoweza kusaidia vipaji mbalimbali vya watoto wetu e, na jamii kwa ujumla inayozunguka maeneo ya jiji la Tanga. Sisi tunashukuru sana projekti hii ya Tanga yetu ambayo imeingiza Michezo Plus kwa sababu katika jamii watoto wanahitaji kucheza michezo tofauti na michezo mingine, kwa mfano mpira migu. Aa, wa miguu sasa, tunakwenda kupush michezo wa volleyball katika jamii. Naitwa Ramadhani kuwe wa Beja, natoka shule ya msingi Raskazon English Medium. Tutaenda tuwaendeleze wanafunzi wetu mashuleni, na hata hivyo pia nimepata mafunzo mbalimbali kupitia hi michezo hii. Ni washukuru watu wa jiji letu wa Tanga, viongozi wa jiji la Tanga pamoja na walimu wakuu kwa kuruhusu kuja hapa kwa kuendeleza mambo ya michezo.